wa wa wa wa wao asalamu alaykum alaykum taala taala rahmatullahi a wetu katelekeza ya kusubiri subira ndugu yetu huyu Bwana Shufian aliyotuita hapa wakati anaanza shughuli, mambo mawili. Jambo la kwanza, amefanya subira hakuwa na makazi, Mwenyezi Mungu akamjalia kila la kheri, akapata kinyumba chake hiki, lakini isitoshe akaoa kafanya subira, kapata watoto watoto. Nitashukuruje Mwenyezi Mungu? Ndio akatuita sisi hapa kwa shukurani ambazo zinazotakiwa na izo ziamurisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaba shukuruni neema zangu, ima shakiran wa ima kafura neema kwa nishukuru a mimi au nikufuru kwa neema shetani. Sasa, sasa hapa vitu ambavyo tofauti na hivi Rahma Faume bin bin Ali yake bwana. Rabbi islah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani

Nimesimama mbele yenu nitasoma tafsiri eh, nitasoma hadithi semeni, inshaallah yeah.